Viongozi leo tumeweza kukusanyika pamoja kuweza kujadiliana na kuweza kupata mafundisho ya kuweza kujifunza vitu hatarishi ambazo zinaweza ikatokea katika maeneo yetu ya kazi na kuweza kuhatarisha eh, maendeleo ya taasisi yetu. Vitu hivi vinaweza ikatokea katika mazingira ya kifedha, katika mazingira ya utendaji wa kawaida, vihatarishi vinaweza kuwa chanya, vinaweza kuwa hasi, lakini tuvitambue vihatarishi mbalimbali na kuweza kutengeneza orodha hii vihatarishi vinavyoweza kutokea kwenye taasisi yetu na hatimaye eh, kuathiri maendeleo ya taasisi. Lakini tukitambua hivi viashiria vya afya tukatengeneza njia mbalimbali mbali ya kukabiliana navyo, itaweza kufanya sisi kama management kuweza kuongoza taasisi vizuri. Tumekuwa vile vile tukitekeleza azima ya rais wetu mtukufu Dkt. Samia Suluhu Hassan ya kuweza kufikia huduma tiba mkoba na kuweza kufikia kila mwananchi pale alipo na kusogea masumburu. Hayo ni muhimu sana kwa ajili ya nasaidia ku-identify kwanza risk, identification kuzijua risk ni zipi, lakini jinsi ya kuweza kuzimanage na kuweza kuweza kusaidia utekelezaji wa malengo ya, ya taasisi kulingana na mpango mkakati wa taasisi Uh, tunapoweza ku, ku, ku, ku, kubainisha riski ambazo zinazoweza zina kusababisha taasisi yetu isiweze kufikia malengo yake, tunabidi tuzipangie njia ya kuweza kukabiliana nazo, yani mitigation measures. Lakini pia kama zinaendapo zinahitaji bajeti, tuweze katika kuweka katika bajeti na kuweza kuhakikisha kwamba bajeti inakuwepo na tunatekeleza mpango wetu wa, wa miaka mitano na miaka moja moja kila mwaka taasisi yetu inafikia malengo yake. Tumejifunza vitu vingi kujua jinsi gani utajua, kuna viashiria vya uhatarishi na jinsi gani ya ku treat hizo vihatarishi vya kwenye taasisi. Kama tunavyojua, taasisi yetu ina ipo kwa ajili ya kutibu magonjwa ya moyo. Kwa maana hiyo, tumefundishwa jinsi gani tunaweza kujua viashiria vya, vya uhatarishi na jinsi ya kuvi kuvyovaka